Kama kawaida kituo chako nambari moja. Ghafla tu habari zinapotufikia huwa tunafanya utafiti wa ndani kuhakikisha kwamba umeweza kufahamishwa ama kujulishwa kuhusiana na habari hizo. Karibu tena katika mazungumzo ya leo, ambapo tutakuwa na hotuba kuu tukizungumzia mabadiliko yaliyofanywa na serikali ikiongozwa na mama Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania. Imekuwa tasrim miezi miwili tangu serikali ya mama Samia Suluhu kuweza kuteua mabaraza ama kuteua baraza la mawaziri, na katika muda huo nahisi kwamba mama Samia Suluhu ameona kana kwamba serikali yake imekuwa na muda mrefu. Miezi miwili imekuwa kama miaka mitano, kwa sababu kumekuwa kumekuwepo na mazungumzo ya baadhi ya viongozi na wananchi wakitaka kuandamana, huku akihofia machafuko ambayo wananchi walikuwa wamepanga kufanya maandamano na kuyatekeleza ndiposa ikafikia wakati ambapo Mama Samia Suluhu Hassan sasa ameamua kwamba wale ambao amewaweka katika uteuzi wake wa mabalozi, uteuzi wake ni uteuzi wake wa mawaziri hawajibiki hawa vilivyo. Mbona nasema hilo? Ukimtazama Bwana George Simba Chanawe ambaye amekuwa waziri wa mambo ya ndani, aliweza kuzungumza na kutaja kuhusiana na maafisa wa polisi kutekeleza wajibu wao kwa kutumia nguvu zaidi. Aliwaonya kati ya maafisa wa polisi wasiweze kutumia njia mbadala ya kuhakikisha kwamba wanawakamata wale ambao ni walaghai ama yule yote ambayo anafaa kukamatwa, wasije wakaenda kama wezi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 hakikisha kwamba wanafanya shughuli ya kumkamata yeyote yule. Kwa muda mrefu Bwanai amekuwa akiimiza maafisa wa polisi wawe watu wenye maadili, lakini hiki kinamuudhi Mama Samia Suluhu Hassan kwa ndani. Ndipo sasa imefika pale ambapo amehisi kwamba hataendelea kuvumilia tena. Ndiposa kupitia taarifa rasmi iliyotolewa Januari tarehe 8 kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano ya rais ya ikulu ambaye ni Bakari Machumu, Suluhu aliweza kumtengua Mheshimiwa George katika nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania na akaweza kumteua Mheshimiwa Patrobas Katambi kushika nyatifa hiyo. Sijui kama kwamba Mama Samia Suluhu Hassan alihisi kwamba Bwana George anaweza fika, wakati ambapo atageuka sasa, aanze kumzungumzia Mama Samia Suluhu moja kwa moja, kwa sababu nahisi kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anahisi kwamba ule wajibu ambao bwana George alikuwa ameanza kuwa nao kuhakikisha kwamba anawaelimisha maafisa wa polisi wawe na maadili wanapofanya shughuli ya kupiga doria na hata kuwakamata wale ambao ni walagai. Alikuwa mstari wa mbele kukana mambo ya kuteka nyara kiolela. Akasema hawezi kujihusisha na mambo kama hayo. Hao ndio viongozi tunawahitaji nchini Tanzania viongozi ambao wanasimama na ukweli, si kama waziri mkuu ambaye ana roboka tu, si kama Jakaya Kikwete ambaye anamsifia mama Samia Suluhu lakini viongozi ambao wanarekebisha pale ambapo wameliona kosa, viongozi ambao wanawajibika kuwaelimisha wale walio chini yao na kuwakumbusha kuhusu maadili yao, kuhusu majukumu yao, kuhusu matendo na vitendo ambavyo wanafaa kuvifanya ili wasicha wakamuumiza mwananchi wa kawaida. Mtazamaji, kung'atuliwa kwake ni njia mojawapo ya kuonyesha kwamba mama Samia Suluhu hataki mtetezi wa wanyonge, anataka wale ambao wanamsikiza na kuwanyaza wananchi Nilikuwa nimewaonya na nitazidi kuwaonya kwamba serikali hii ni ya wale ambao wanajipenda, wale ambao wanataka tu kujifikiria nafsi sao za kibinafsi, wala si kumfikiria mwananchi wa kawaida. Kumng'atua madarakani ni kwamba sasa pale umefikia, imetosha kuwatetea wananchi wa kawaida pale ambapo imefikia, tunamtaka yule mtu tu anamuumiza mwananchi wa kawaida hivyo tu. Ndipo mimi nakielewa mtazamaji, najua pia una maono kama yangu, niposa tunasema kwamba tumechoka kutumiwa, tumechoka kuona viongozi ambao hawapiganii haki za mwananchi wa kawaida. Kwa wale wanajiunga nasi, asante kwa kuwa nasi yule hajajiunga nasi, chukua sekundi yako moja kujiunga na familia kama hii, ili tuwe na mazungumzo kama haya kila siku, kuhakikisha kwamba tunaelimisha mwananchi wa kawaida kuweza kuelewa haki zake za kibinafsi, uhuru wake kama mwananchi, na kufahamu pale ambapo tumeweza kupotoshwa kama nchi na kurekebisha serikali ambayo inaendelea kumuumiza mwananchi ambaye aliweza kujikomboa miaka zaidi ya hamsini iliyopita. Asante kwa kujiunga nasi, usisahau kushare kanda hizi na vile vile kujiunga na familia hii na kulike na kusubscribe ili ambaye hajaweza kujiunga na Sam TV KE News. Asante.